Balozi Dkt. Nchimbi akabidhiwa kifimbo cha Mwalimu Nyerere kijijini Butiama. Mambo ganimu... Alhamisi ya tarehe 24 Aprili mwaka 2025, kijijini Mwitongo, Butiama, nyumbani kwa Baba wa Taifa, Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Tanzania ilishuhudia tukio kubwa, zito na lenye tafsiri pana katika mwelekeo wa siasa za kitaifa. Katika hali ya heshima na taadhima, Katibu Mkuu wa Chama Cha Mapinduzi CCM Balozi Dkt. Emmanuel John Nchimbi alifika kutoa heshima zake kwa mwalimu wetu. Lakini kama ambavyo historia huwa haiji kwa kelele, kilichofuata kilibeba uzito ambao sasa unatajwa kama hatua muhimu ya kihistoria. Chifu Japhet Wanzagi Nyerere, kiongozi wa jadi wa kabila la Wazanaki na mkuu wa ukoo wa Burito alimkabidhi Balozi Dkt. Nchimbi kifimbo cha Mwalimu Nyerere. Si tu kama zawadi ya ukumbusho, bali kama ishara rasmi ya uidhinishaji endorsement, wa kihistoria. Kwa mujibu wa wachambuzi wa mila, siasa, na utamaduni, tukio hili linatafsiriwa kuwa uamuzi wa ukoo wa Nyerere kumuidhinisha Dkt. Nchimbi katika safari yake ya kisiasa, akiwa tayari ameteuliwa kuwa mgombea mwenza wa Rais Dkt. Samia Suluhu Hassan kwa uchaguzi mkuu ujao. Endapo ushindi utapatikana, Dkt. Nchimbi ataingia Ikulu kama makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Fimbo aliyokabidhiwa Dkt. Nchimbi si fimbo ya kawaida. Ni fimbo iliyobeba uzito wa historia ya Tanzania heshima ya Mwalimu Nyerere na misingi ya maadili, nidhamu na uongozi wa haki. Kifimbo hiki kimewahi kushikwa na mikono iliyosimamia misingi ya utu, heshima ya Afrika, na azma ya kujenga taifa huru lenye mshikamano wa kweli. Katika mazingira ya kijadi, fimbo ni alama ya mamlaka, hekima, na uongozi wa familia au jamii. Kwa Wazanaki, kama kwa mataifa mengi ya Afrika, fimbo inawakilisha uwezo wa kulinda kuongoza na kutunza masilahi ya watu. Kukabidhiwa kifimbo cha mwalimu ni ujumbe wa wazi: ukoo wa Nyerere umempa Dkt. Nchimbi baraka, uhalali wa kisiasa, na wito wa kuendeleza fikra za mwalimu kwa vitendo. Chifu Japhet Wanzagi Nyerere, tangu walipochukua uongozi wa ukoo wa Burito mwaka 1997, amejijengea heshima kwa kusimamia kwa uadilifu urithi wa mwalimu. Anajulikana kwa kusisitiza maadili ya kitaifa, utu wa mwanadamu na uzalendo wa kweli. Kwa mkono wake fimbo hiyo imehamishwa kutoka kwa baba wa taifa hadi kwa mwana wa kisiasa anayetarajiwa, katika tendo lililojaa heshima, busara na matarajio makubwa. Kwa mtazamo wa kongo wa siasa, huu ni ujumbe mzito usiohitaji maelezo mengi. Ukoo wa mwalimu unaamini kwamba Dr. Nchimbi anayo dhamira safi ya kuendeleza falsafa ya haki, umoja na maendeleo ya Watanzania wote. Kwa baadhi waliomwona Mwalimu Julius Nyerere akiwa ameshika kifimbo mkononi, walifikiria kuna nguvu za ajabu ndani yake. Hadithi za zamani zinasema kwamba aliposahau fimbo yake mahali, hakuna aliyeweza kuinyanyua mpaka Mwalimu mwenyewe aliporudi na kuichukua kwa urahisi kama unavyonyanyua unyoya. Lakini ukweli wa mambo si ushirikina, si uchawi. Mama Maria Nyerere aliwahi kufichua kwamba kifimbo kile kilikuwa tiba ya kitabia. Mwalimu alikuwa mvutaji sugu wa sigara. Alipoamua kuacha, alihitaji fimbo kushika badala ya sigara. Fimbo ikawa msaada wa kisaikolojia, daraja lililomwezesha kutuliza mikono, kuimarisha nafsi na kujiweka sawa hadharani bila wasiwasi. Hata Mheshimiwa Gertrude Mongela, mmoja wa viongozi wa mwanzo wanawake Afrika Mashariki aliwahi kunukuliwa akisimulia kuwa Mwalimu mwenyewe alimweleza kwamba fimbo ilikuwa kama nguzo ya utulifu, msaada wa kushinda aibu na sononeko mbele za watu wengi. Kwa hiyo kifimbo cha Mwalimu siyo cha mazingaombwe, ni alama ya mapambano ya ndani ya mtu na nafsi yake, ni kielelezo cha ushindi wa maamuzi thabiti dhidi ya tamaa na udhaifu wa kibinadamu. Leo hii tunaposhuhudia kifimbo cha Mwalimu kikihamishiwa kwa Balozi Dkt. Nchimbi Tunashuhudia si tukio la kihistoria bali pia wito mkubwa kwa viongozi wa kizazi kipya kushinda kwanza mapambano ya ndani, udhaifu, tamaa na hofu kabla ya kudai kushinda taifa. Uongozi wa kweli unaanza ndani ya moyo. Fimbo ya Mwalimu inaeleza wazi kuwa ukiweza kuongoza nafsi yako basi utaweza kuongoza watu wako kwa busara, kwa hekima na kwa heshima. Kwa kukabidhiwa kifimbo hiki Dr. Nchimbi ametwikwa si tu jukumu la kisiasa, bali pia wajibu wa kulinda urithi wa maadili, falsafa ya upendo kwa watu, na dhamira ya uongozi wa utumishi wa kweli kwa taifa la Tanzania. Kwa kifupi, siku ya Aprili 24 mwaka 2025, Mwitongo, Butiama, historia iliandikwa upya na jina la Balozi Dr. Emmanuel Nchimbi likajikita rasmi ndani ya ukurasa mpya wasimulizi ya taifa letu. Haya ni makinikia ya habari. Endelea kusubscribe youtube channel ya makinikia ya habari ili kupata taarifa zaidi kama hizi. Mimi ni bakari majeshi yetu moja tumeshikilia, heri tujiulize bila kudhania mambo ni muhimu tumezingatia.